Ya, sekta ya nyuki kwa kweli, sekta ndogo ya nyuki ni sekta muhimu sana katika nchi yetu. Sekta hii inagusa watu wengi sana, na hasa watu wa vijijini, wote wanaguswa na sekta ya nyuki. Sekta ya nyuki Tanzania inazalisha asali kadiri ya tani elfu thelathini na moja e, kila mwaka wafuga nyuki wote kwa pamoja, na asali hii inayozalishwa inauzwa ndani na nje ya nchi, lakini ni vizuri kabisa tukafahamu sote kwamba nyuki ndio wanatusaidia sana kuchavusha ma, ma, mazao yetu. Mazao hayo karibia asilimia sabini na tano ya mazao yote ya chakula yanategemea uchavushaji unaofanywa na huyu mdudu nyuki. Ina maana bila nyuki usalama wa chakula kwa nchi yetu na dunia kwa ujumla ingekuwa ni jambo la, la tatizo kubwa sana. Kwanza tunashukuru kwamba mradi wa BEVAC umetusaidia. Sera yetu ya misitu ni ya toki ya mwaka 1995. Kuna mambo mengi yametokea, ya pia sera hiyo tumeweza kuifanyia mapitio kupitia mradi huu, na kwa sababu sera hiyo ilikuwa haijaingiza sana masuala ya nyuki na umuhimu wa nyuki, sera hiyo inafanywa mapitio na imeshafikia ngazi, sasa hivi tunasubiri kwenda kwenye kikao cha makatibu wakuu, lakini katika ngazi ya wizara imeshamalizika. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana kubadilisha sera, ndio mwelekeo ndio mkakati utatuambia nini tuelekee. Katika mazao kuendeleza zao la nyuki kupitia mradi wa BEVAC ambao unasimamiwa na Enabel, angalau tunaona mwanga, kwa sababu ndani ya miaka miwili hii ndio michakato ya manunuzi mpaka vifaa vimefika. Kwa hiyo tunaona ule ile ndoto ya wizara na, na ndoto ya, ya sera ya, ya nyuki inaanza kupata ule mwanga. Tunafahamu ya kwamba kabla mradi wa BEVAC haujafika Sikonge kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa vimepelea. Moja kulikuwa hakuna uh, apiari demo apiari, lakini uh, mradi wa BEVAC ulivyofika waliweza kufadhili na hiyo shughuli uh, inafanyika na hiyo maeneo ya manzuki yapo. Kupitia huu, huu mradi wa BEVAC tunaona ya kwamba zaidi ya wafugaji 384 ambao ndio maeneo ambayo mradi unatekeleza wameweza kunufaika na mradi huu, lakini pia tunafahamu ya kwamba kupitia hawa watu 384 wanaweza sasa wakasambaza ile elimu kwenye wafugaji nyuki wengine na uelewa ukawa mkubwa zaidi katika wilaya hii ya Sikonge. Mi kama mratibu nimeweza kupata mafunzo kozi fupi ya masuala ya ufugaji wa nyuki katika chuo cha ufugaji wa nyuki Tabora na kuweza kufanikiwa kupata cheti. Mi kwa profession ni mtu kupitia, mbradu, kuwa... wa nyamapori lakini kupitia mradi huu nimeweza kuwa ni afisa wa nyuki. Sasa naweza nikatoa mafunzo, nikasimamia mafunzo, lakini naweza kutoa taaluma at mbalimbali maarifa na uhusiano na masuala ya ufugaji wa nyuki. Lakini ukiacha vile, kuna vitendea kazi ambavyo nilipata kama mratibu wa mradi e, piki pikipiki ambayo inanisaidia kufanya shughuli za kusimamia mradi huu. Suza kama taasisi ya elimu kwa nafasi yake imeingia makubaliano pamoja na Enabel kupitia mradi wa BEVAC katika kuwawezesha taasisi taasisi ya elimu ya SOA ya School of Agriculture kuweza kutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi katika sekta ya elimu ya nyuki Zanzibar. Mara baada ya mafunzo ambayo walipata wakufunzi wale sita, BEVAC ikiendelea kutoa mashirikiano kwa, kwa SOA kwa kwa kuwajengea training site pamoja na vifaa vyake vyote ambapo tayari mpaka sasa tumeshaweza kufanyia kazi ile vifaa pamoja na ile site na katika hatua ya awali tumetoa mafunzo kwa vijana 46 ambao 33 ni wanawake, na 13 ngine, ni wanawake na kumi na tatu ni wanaume lakini jingine ni kutuwezesha kuweza kutengeneza manywa ya kufundishia mtaala wa bikipi lengo ni kuweza kutoa hii elimu ya nyuki iwe ni formality kabisa katika mitaala yetu, na tuweze kuwa train wanafunzi wetu kwa ajili ya kwa ajili ya mafunzo. Ukitazama mazingira yetu haya, tumekuwa tumezungukwa na maeneo makubwa ni ya taasisi, kwa hiyo hakuna makazi ya jirani sana ambayo E, mtu wa, akikosa hosteli hapa anaweza kwenda kupanga. Ujio wa BEVAC katika ujenzi wa lile bweni la wanafunzi watoto wa kike imekuwa ni mwarobaini katika kutatua e, hii changamoto. Natarajia kwamba itakuwa hivyo kwa sababu ujenzi bado unaendelea. Bweni hili linajengwa katika hatua mbili. Hatua ya kwanza ni hii, kama mnavyoona tunajenga msingi na baada ya msingi tunajenga nusu bweni. Bweni beba, ya eneo la bweni, bweni litakuwa lina uwezo wa kubeba wanafunzi 148 kwa maana kwamba litakuwa lina vyumba 37 katika hiyo awamu ya kwanza, vinazoweza ku accommodate wanafunzi wanne kila chumba. Faida ambayo naweza nikaizungumzia juu ya jengo letu hili ambalo ni sehemu yetu sisi kwa ajili ya kupata malazi kwa usalama. Lakini pia faida nyingine inayoweza kuizungumzia nje ya usalama ni kuongezeka kwa sehemu ya incinerator ambayo itakuwa ndani ya ile bweni, kwa sababu tuna incinerator moja tu ambayo tunatoka kwenye mabweni yetu huko, hivi kila mtu anatuona tunatembea na special bucket tunakuja kuweka uz taka zetu ambazo ni zilizotumika ama taulo za kike zilizotumika tunakuja kuchomea sehemu moja. Na pia faida nyingine ya hapa hivi kwenye hili bweni tunaweza, tunaweza kuipata ni kuwa na sehemu ya bwalo kubwa kwa ajili ya kusomea ama sebule kubwa kwa ajili ya kusomea pale ambapo tutahitaji kusoma au tukiwa kwenye group discussion. Tukio la muhimu kabisa ndani ya miaka mitatu ambalo limefanyika kupitia huu mradi wa BEVAC eh, likiongozwa na taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania, ni utafiti wa ufugaji nyuki kwenye sifa za asali pamoja na ufugaji nyuki wa nyuki wasiodunga; kawaida tunawaita nyuki wadogo. Ninaendelea kusema ni tukio kubwa kwa sababu yale matokeo yaliyotokana na hili tukio lenyewe la utafiti huo mkubwa ni kwamba imetuletea zile sifa za asali zinazotuwezesha sisi kama nchi pamoja na wadau wetu wa ufugaji nyuki kuweza kutangaza asali yetu nje ya nchi pamoja na ndani ya nchi, ya maboresho ama mabadiliko kwenye huu mfumo wa taarifa za nyuki. Moja ni kuweka dashboard maalum ambayo tuliita ni BEVAC dashboard. Dashboard hii ni kwa ajili ya kuwezesha ma manager au manager wa ufuatiliaji wa mambo ya evaluation and monitoring kuweza kupata insight zile za taarifa zinazowekwa kutokea kwenye site mbalimbali mbali. Lakini kipengele cha pili kwa maana ya uboreshaji wa mfumo husika ni kwamba tuliweka e, mobile application Kazi yake ni kuwezesha eh, wale wanaofanya capturing ya data kule field, anapofika akakutana na wafuga nyuki wale aweze kuweka taarifa zile zile kwenye mfumo kwa kutumia mobile yake bila kuandika kwenye karatasi. Unapo capture taarifa on the spot inakuwa ya uhalisia zaidi kuliko ile ambayo unaandika na unakuja kuitafakari baadaye. Kwa upande wa wafadhili e, umoja wa Ulaya, tunapenda sana kutoa shukurani za dhati kwa kuwezesha sasa ile ndoto ambayo tawiri ilianza nao miaka 30 iliyopita. Sasa tunaona inaenda kupata nuru, na sio kwa tawiri tu, ini kwa nchi. Mmeboresha ule mnyororo tumeona, e, kuanzia kwa wafugaji, mabwana nyuki, watu wengi wameweza kunufaika kupitia mradi huu. Kwa hiyo e, tungeomba tuendelee kuwa pamoja kwa miaka ambayo inakuja hapa mbele.